Pasina shaka pasina wasiwasi wasi, pasina kuficha macho, Walace Karia ametenda mema mengi sana kwa mpira wa Tanzania, mafanikio tuliyokuwa nayo Simba Sports Club kwenye anga za kimataifa ni kutokana na uimara na ubora wake Walace Karia. Hivyo basi sisi Simba Sports Club hatuna budi kuenzi, kutukuza, kuheshimu na kuutangazia umma ya kwamba tunatambua, tunathamini, tunaheshimu mchango wa Walace Karia kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Haiwezekani kwenye familia mtoto anafaulu, alafu uje useme baba hahusiki kwenye kufaulu kwa huyo mtoto. Simba Sports Club kufika nafasi ya sita kwa ubora Afrika ni kutokana na uongozi thabiti wa Walace Karia, kwa kuwa amefanya mambo hayo makubwa kwenye mpira wa Tanzania, na Simba ni wanufaika wakubwa na utawala wa Walace Karia kwenye utawala bora, hatuna budi kumpa heshima hii ya kipekee na kumwalika kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu muhimu dhidi ya Al Masry na yeye aje amshuhudie mtoto wake, aje amshuhudie mwanachama wake Simba Sports Club A